Bana, mambo vipi? Karibu nikuelekeze namna ya kujiunga na damaresimusic.com kwa wasanii, kwa ajili ya kusambaza kazi zenu za sanaa. Kwa haraka haraka tu, kwenye simu yako, unaingia kwenye Google, alafu una, una una search pale, una type www.damaresi com una search vya chapter inakuja pale, basi unakwenda down kabisa, unashuka chini pale, unachagua kwenye artist photo pale, unagusa hapo, pop itakuja kwenye page e, alafu uta apply. Uki apply basi unaweka jina lako hapa, tuchukulie mfano unaitwa Lengide. Unaweka po n Lengide ndo Lengide, jina lako la, la kisanii. Jina lako halisi unaitwa Nyangusi, Nyangusi umeweka jina lako Nyangusi hapo, adresi yako ya email ni tuseme ni, ni Lengide Lengide laingide uh, au tuseme wewe unaitwa Nyangusi, si ndo Nyangusi ukatumia huko Nyangusi, nyangusi at gmail.com. Ukaweka namba yako ya simu hapo katika mfumo wa ule wa 255, eh, 255 Alafu kama ni 685. Alafu uh, tap, tap, tip tip tap, tap. Namba yako hiyo ya simu Tanzania umeiacha hapo uh, mji kama ni Mara unaweka hapo Mara. Alafu jenra hapo, jenra unachagua kama ni bongo flavor, kama ni gospel basi unaweka hapo. Hapa unaeka ka historia yako kwa ufupi short bio hiyo. Uh, msanii msanii msanii uh, toka Mara, ni maelezo yako tu yale ya kufahamisha wewe ni nani. Kwa hiyo yana, yana, yana, yana kikomo chake ambapo ni mia tano characters. Uh, alafu ukishakuwa umefanya hivyo basi unaruka kwenye hatua ya kwenda mbele. Ina maana unaamia una hatua ya mbele sasa hapo kwa ajili ya kunini ya, ku, ya kwenda na, na, na, na kujiandikisha. Kwa hiyo hapa kuna Instagram account, kwa hiyo tulisema unaitwa lengide w utaweka lengide uh, no kwa sababu ni htt utabidi uta uweke hiyo htt kwanza wasababu utakuwa na linki yako lengide katika, katika mfumo huo hap utakuwa ukijaza katika mfumo huo. Kwa hiyo kama ni YouTube nayo itaanza hivyo hivowchtt kama inavyoonekana hapo, alafu jina lako litakuja baada ya baada ya hii at hapa, alama ya at ndio jina lako litafuata hapo. Kwa hiyo kama una, una link yako utakuwa unakuja kuipaste hapo, unachukua tu link yako ya YouTube unakuja kuipaste hapo. Spotify tena na yenyewe hivyo hivyo unachukua link unakuja kupaste hapo, na kwa kurahisisha pia unaweza kaja hapa kulia juu kabisa kwenye hivi dot vitatu, unakuja hapo kwa ajili ya kutranslate hiyo page, ile iwe kwenye lugha ambayo rafiki na, na wewe. Kwa hiyo ukigusa hapa kwenye translate ita translate naona kama hapo hivyo ita translate. Kwa hiyo mimi naandu, kwa sababu napenda kubaki kwenye lugha hii, naona kidogo ni nzuri kwenye kutumia hizi hizi website na vitu kama hizo. Uh, kwa hiyo hapa unajaza sasa listi ya nyimbo zako, pengine lengide wewe una wimbo unaitwa unaitwa nangini nangini, umesha unajaza hapo nangini mumbu uh, mwingine pengine unaitwa uh, unaitwa ngusugii eh, ngusugii. Unajaza hapo unajaza nyimbo zako hapo kwa kifupi, alafu una, unafinya next. Unaona bwana, unakuja next halafu uh, unakwenda kuchagua hapa aina ya kitambulisho. Kwa hiyo utaangalia katika nida passport driver license, uh, voter ID. Utaangalia una, una ipi. Kwa hiyo uta, utachagua utachagua tu hapo yoyote ambayo wewe utaona inakufaa, umeona bwana. Kwa hiyo uta, utaenda kwenye file zako unapojua zipo, utachagua hilo hapo, imeenda hiyo, utakwenda next utafinya hapo, unaona uh, utakuja kwenye page hii ambayo kama ni account ya benki basi kuna bank account au mobile money. Mimi nachagua mobile money kwa sababu ni rahisi eh hey, na unaipata mkononi. Unachagua hapa na provider wako, kule niliweka namba ya Airtel, kwa hiyo una huko, utachagua Airtel, lakini wewe unaweza kuchagua ile namba ambayo ni nyepesi kupokea hela kwa wewe uh, na namba yako hiyo kama kawaida mfumo ni ule ule wa plus eh plus 255 685 tam tam tam tam tam, namba hii, namba yako ya simu. Unajaza ile namba yako ya simu yawe, unafinya next, unafinya next, utakuja kwenye page hii ambao, tukielekea mbele mbele, tunaelekea karibia kumfikia admin Damaresi hapo. Kwa hiyo kama una manager, uta check hichi kibox kidogo, ukigusa kitaweka tick uh, uh, kama huna basi utapaacha kama palivyo, alafu uta submit hiyo application yako kama hivyo muona hapo, na submit, alafu ukishamaliza kusubmit, uta admin atakutumia atakutumia link ya, ya, ya wasanii sasa kwa sababu hii nani yako itakuwa imemfikia, atakutumia ata, ata link ambayo, kwenye hiyo link sasa, ndio ambayo utaitumia sasa kuingia tena mara pili, ambapo utajaza hiyo email yako nata unaikumbuka na password yake huo unaikumbuka. Uh, password atakutumia yeye sasa ya kwake, na hiyo email yako utaitumia afa atakutumia password kwa hiyo email then hiyo password ndio utaitumia kubadilisha Uh, password ambayo utakuja kuwa unaitumia sasa kwenye akaunti yako moja kwa moja. Uh, baada ya hapo atakutumia na mkataba ambao utaujaza, ule mkataba kwa umakini zaidi. Ukimaliza kuujaza unaurudisha, una basi ana sign kule, then na kuwa umeshakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kupakia sasa nyimbo zako. Kuna sehemu ya kupakia nyimbo iko kama hivi unaweza kuweka wimbo hapo na hapo, unaweza kushuhudia nimbo yako inavyofanya vizuri huko, kiasi gani cha hela kimeingia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo taratibu taratibu, utakuwa unaweza kuelewa nini kinaendelea kulingana na kazi zako ambazo utakuwa unaziweka, na ni vizuri pia ukiwa unashea na, na watu wengi waweze kuingia kununua wimbo wako kwa shilingi mia tatu thelathini na tatu shilingi mia tatu pale kwa wimbo moja, ni sawa na bure tu. Kwa hiyo hiyo ndo sehemu ya kwanza ya namna ya kujiunga na Damaresi Music.com.